Jamani, kuna hii tabia ya wasichana wengi ambao wanaongea na nao sana, wamekuwa wakiniambia, unakuta mtu yuko kwenye toxic relationship, anashare na marafiki, anashare na wazazi, yani anashare na kila mtu, majirani, anashare na kila mtu, na hawa watu wanamwambia tu vumilia, vumilia. Yani yeye anaumia, ana, ana, ana, ana yani anaumia, anatamani apate mtu wa kumwambia like, you deserve better lakini hapati mtu wa kumwambia hivyo. Yani anapokea ushauri wa watu wengi, kila anayejaribu kumwambia anachokipitia anamwambia we naye sio mvumilivu, vumilia vumilia. Maidia, acha kutafuta ushauri kwa watu wengi. Wewe ndio unajua unatesea kwa kiasi gani. Hey, nobody cares. Narudia tena, yani haya mateso unayoyapitia wewe kwa watu wengine, kwao ni kitu cha kawaida. Kwa mfano kama kina mama zetu ni wa mama ambao hata ukiwaambia unateseka kwenye ndoa yako, yeye sana sana atakushauri kama alivyokuwa anashauriwa yeye. Vumilia mwanangu. Vumilia tu mtoto wangu. Sasa utakuwa mtu wa kutangatanga mpaka lini? Yaani yeye ya anawaza kwamba utakuwa mtu wa kutangatanga mpaka lini? Awazi kwamba you can even die kwenye hayo mahusiano. You can even die. Yaani wenyewe hawafikiri hicho kitu. Ni dada zako, ni marafiki zako. Kuna marafiki zako ambao wanatamani tu kukuona wewe ukiendelea kuumia. Unafikiri watakwambia utoke? Kwa sababu wanajua nguvu ya mwanamke kwenye kutoka. Mwanamke nguvu yake ipo kwenye kutoka kwenye toxic relationship, kwa sababu mwanamke anapokuwa kwenye toxic relationship, nguvu yake huwa inanyonywa. Kwa hiyo, ili wewe nguvu yako irudi, ukawe mtu kama mwanamke ambaye ni productive, ni lazima utoke kwenye toxic relationship. Kwa hiyo, hao marafiki zako sengine wanakuambia tu we vumilia, wanafurahia unavyoteseka Wanafurahia unapopoteza nguvu zako. Kwa hiyo, be very very careful, na unapoomba ushauri, jua unamwomba nani ushauri na kwa wakati gani? Yes.